Sisi kama wa... sisi tulikuta wazee yeah, ndio ulikuwa na kazi yao pale, iko akifanyia miko ya mila ya mwaka hapo. Ah, mila, mwaka. mm. hapo ndio yeah. Mwaka ukiwa mbaya wanaenda hapo, hiyo pango. Ndio ndivyo tulivyokuta kwanza, natambika, tuseme tambika jua likiwaka sana, labda likipitiliza mwezi wa kumi na mbili mwezi wa kwanza jamani, hii hali mbona mbaya? mm. Tufanyeje? Wanakwenda pale, wanatafuta yale mabiti yao ya kutengenezea miko na saa wana, wana, wana zingine wanakaa juu ya nani, saa zingine wanakaa kwenye mti moja uko kwa uko kubwa kama siku hizi, kama ilikuwa pali pale pale pango hivi nyuma ya kuli. Sasa mti mkubwa e, mti mutu mkubwa alikuwa wanakaa pale, wazee wazee, wengi wengi, wanarondekana tengeneza miaka yao natafuta ni kipeo kubwa na namna hii, waweka maji wanaleta maanani yao yale madawadawa yao ya kutengeneza mila pekeja, pekeja, pekeja, pekeja. Mungu akikubali, unaona lile, lile yale, yale madawa yamewekwa pale kwenye kile kipeo na maji ilikuwa nusu yanafoka na yeye mdao na maji haya wengine wanaanza wana, wana na na wana wana kupiga wanashangilia kwa vizuri. Basi wengine waangalia, wanasema wana nzuri, ni vizuri, haya ije kutoka wana itoke mgubwa, itoke uku wapi, itoke ukugogo, itoke uku wapi? Wanazungumzia kwa ni ni Kirangi, wasema ni ujenjiro, ni ujenjiro irn hapo wamemaliza, wamemaliza. Ndo tulikuta lo, kilima hiko kinya ndo kilikuwa na kazi yake. Haya, na kama vinginevyo wakishindo hivi kupekecha hivyo, haya haifai hivyo, wanakwenda kondo nyeusi, ng'ombe nyeusi, wanazunguka na nini kondo, wanakwenda wanachinjia hapa, kondo ng'ombe kumi nyeusi, sio kubwa sana hapa kiasi bora iwe nyeusi. Na hiyo kondoo iwe nyeusi dume mm. Nayo kwenda wanatengenezea pale eh, basi ale maviao azungumza Kidunja, wengine wanazungumza Kirangi, wengine naagizaga hivi lugha kwa lugha ya Kirangi, hiyo ndio wengine wanaagizia. Waswahili wanaagiza Kiswahili, wengine wanazungumza Kiburunge, kwa lugha ya Kiburunge hapo uh, hapo Mungu anajalia, aka yule limewaka, lakini watu wale vimaungu vidogo, kipindi hicho chana, unapokuwa tumaliza, unaanza kuwa unaanza kuwa kunaanza kuwa kuua vinginevyo

Kwa imani ya wazee wa zamani, wanatoka pale. Haya, si wanateremka wanateremka wanateremka nyumba yikoepo hapa ng'ambo ya au maliza kile, kile manyumba ilikuwa wakakimbilia na pale mahala walikuwa wanapaheshimu sana pale lejile pango walikuwa na paishimu sana pale, vinginevyo kienda hovyohovyo. Wee unazungumza na, na watu wengine wanazungumza, unaweza kukuta kuna sauti eh, zingine pia ona eh, eh, eh, pia sauti zingine, zingine. Basi eh, ile pango ndo hapo ndo uliko uliamini kwa namna hiyo, na sisi ndivyo tulivyopita uko kilima zamani, yeah. Kulikuwa na mamiti makubwa pale, hapana kukata, na mtu akikutwa anakata pale ni kosa kwa wazee, kamata kondoo anapoza poza pale. Mm, pale nini uje ukate miti hapa iko kilima tu hawa kati kati miti. Aa, kwanza zamani kama iko vile, ilikuwa na hii poripori ilikuwa ya mali asili na nini, mungepita urahisi kutembea, kulikuwa ni pori imeziba vizuri.

mawe mhm, yale mawe si mkubwa, wamechoma moto na ile jiwe, sio ndio? Ona kama hiyo lilianguka kama huko no, limetoka huko kaanguka kama limeangukia pale, imelala mm. Hii zamani walikuwa walikuwa wanapigana Wajerumani na Uingereza aa, ah, wako no, huko Uingereza na Wajerumani, hiyo silaha iliyotoka huko nililejio, ni sisi tulikutaka na baba, walikuwa wamesema hili lilikuwa ni zima pango zuri, ni wakati wa vita wa Jerumani na Waingereza, likona kama pango eh, kama lilikuwa Pengo hapa la nani likaanguka, limekita mm -hmm. pale pa, mm. Kwa hiyo sasa, sasa hivi umeburuka buruka miko ya pale ndo, yeah. Tuliekuta uh -huh. Sisi kwa kina baba au kina babu walikuwa wanatengeneza miko hapa. Ndio. Ndio hiyo yeah. Zamani ya kile kilima kilikuwa nukuni wanaita kilima cha Kumbuni. Ile kilikuwa kinatunzwa ni wazee zamani vizuri sana, kilikuwa na mikoo yake vizuri sana kwo, ukwa wahitaji kwenda kuingia mwo lazima w kuingie tu. Kwa sasa hivi wanaenda wanaingia tu, lakini zamani aa, zamani kilikuwa na wazimu wake pale

Ah, karibu ndio hiyo kasa tulikuta sisi, kile kinimaanipia kuna michoro yote, michoro kamili kukoa <sighs> tunaweza tukaingiria, hakuna changamoto yoyote, hakuna changamoto huyo? Jamaa mliomkuta huko juu huko, ama ndio kambi yake aliyopata, au huyo mliomkuta uh, ni huku chini kwenye pango, ukumtizama vizuri, hali ya kuwa na shida alikuwa na ameingia

basi ndio kakihifadhi vizuri ikawa na mila yao nzuri. Wanatengenezea mwaka wazee, mvua ya haipo wanatengeneza huo huo, eh, inakubali miko yao. Kulikuwa eh, kuna watu maalum ah zamani, kwa zamani kwa yu... wako watu maalum walikuwa kama ni kwenda kutengeneza mwaka wale wapo wenyewe wanasema wa, ni wenyeji wa, wa, wa sehemu hiyo kwenye kijiji kile fika mm. Wanazungumza kilugha yao Kiburunge, yeah. Safi. Yeah. Sasa, na nje ya pango lile kuna pango gani jingine ambalo lilikuwa likitumika? Kwa hapa hapo kwetu hakuna pango lingine lilikuwa, na labda kanda hizi zingine za huko kwetu, ni pale pale. Haya, lakini hata hivyo, mimi kama michorochoro hiyo unayosema, nashukuru. Sisi ni hilo tu lilikuwa la